Huu ni ushindi mkubwa sana uh, tena mwingine mkubwa kwa bara la Afrika, ambapo mfalme wa Afrobeat Davido ametikisa dunia ya mziki, huku wimbo wake ambao unavuma na ulifanya vizuri sana unakwenda kwa jina la Feel, ukivunja rekodi mpya kwenye jukwaa kubwa la stream duniani, yani Spotify. Ebana, Feel yashinda hadhira ya dunia kwa hivi sasa. Habari za hivi punde zinathibitisha kuwa wimbo wa Feel umefikisha kiwango cha ajabu cha streams milioni mia moja na mbili na kuendelea kwenye Spotify, yaani kadri mdo unavyoenda nazo streams zinazidi kupanda tukiletu apo leo amana. Mafanikio haya yanathibitisha wazi jinsi Davido anavyoendelea kuimarisha urithi wake kama gwiji wa muziki. Kufikisha idadi hiyo ya mtiririko kwenye Spotify, jukwaa ambalo linatawaliwa na soko la magharibi, kunaonyesha wazi kwamba muziki wake wa Kiafrika sasa hauangaliwi tu bali unamiliki hadhira kubwa zaidi ya kimataifa. Feel imekuwa moja ya nyimbo ambazo zina nguvu kubwa zaidi kutoka kwenye albamu yake ya Timeless. Uh, ikichanganya midundo ya kuvutia na ujumbe wa kina. Wachambuzi wa muziki wanasema kwamba rekodi hii ni ishara kwamba David ni zaidi ya msanii, ni balozi wa utamaduni wa Kiafrika. Afrobeat sio tu mtindo wa muziki, bali ni jambo kubwa la kimataifa, yani global phenomena ambalo linaendelea kuvunja mipaka yake ya lugha na kijiografia. Pongezi zote zimeendelea kumiminika, kwa zimeendelea kumiminika, kumiminika. Na zimeanza kumiminika kutoka kwa mashabiki na wasanii wenzake kote ulimwenguni wakimpongeza Davido kwa kufikisha kiwango hiki ambacho ni kikubwa. Wengine hawajui hata watakuja kukifikisha rini. Kila stream um, Um, milioni mia moja na mbili ni hatua ya kuhesabiwa, na Davido anaweka alama yake kwa nguvu zote. Nadhani uendelee kutufuatilia kupitia Locha Media kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo utakuwa unaendelea kujipatia updates mbalimbali za muziki wa dunia na vile ambavyo huwezi kuvipata sehemu zingine isipokuwa hapa peke yake. bye bye.